Kuchagua jina la mtoto ni moja ya hatua za kwanza za kumpa utambulisho wa kudumu. Jina si tu alama ya utambulisho, bali pia linaweza kuakisi ndoto, tumaini na maadili unayotaka kumfundisha mtoto wako. Majina mafupi yana mvuto wa kipekee, rahisi kukumbuka, yenye nguvu na mara nyingi yenye maana kubwa nyuma yake. Hapa chini ni baadhi ya majina mafupi ya watoto wa kiume yaliyochaguliwa kwa umakini pamoja na maana zao. Mimi ninaitwa Madam Muhere. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu kufanya hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya familia na kwa ajili ya jamii nzima. karibu na tuanze kuangalia majina mafupi na maana zake. Karibu na tuanze. Jina la kwanza ni Ali. Maana ya hili jina ni mkuu au mtu mwenye heshima. Jina hili linaashiria heshima na uthubutu. Jina namba mbili ni Sam. hili ni jina ambalo lina maana ya muhusika wa kusikiliza na kuelewa Hili ni jina la kifupi lenye hisia za upendo na uelewa. Jina namba tatu ni Ben. Maana ya hili jina ni mwana wa baraka. Jina hili linaashiria mtoto aliyebarikiwa na familia yake. Jina namba nne ni Leo. Maana ya hili jina ni jua, mwanga wa maisha. Jina hili linapewa watoto wanaoleta furaha na mwangaza. Jina namba tano ni Max. Maana ya hili jina ni kubwa, mwenye nguvu zaidi, linaashiria nguvu na ujasiri. Jina namba sita ni Jay. Maana ya hili jina ni huru, mwenye ndoto kubwa. Jina hili ni jina rahisi lenye mvuto wa kisasa. Jina namba saba ni Tom. Maana ya hili jina ni mwenye upendo na uaminifu. Hili ni jina la kirafiki na lenye urafiki. Jina namba nane ni Tim. hili ni jina ambalo maana yake ni mwenye heshima na heshima kubwa, linaashiria utu na tabia njema. Jina namba tisa ni Ray. Maana ya hili jina ni mwangaza, matumaini. Jina hili linaleta hisia za matumaini na mwanga jina namba kumi ni Dani. Maana ya hili jina ni hukumu kimsingi. Hili ni jina la mwenye haki, jina la kifupi lenye maana ya uadilifu. Jina namba kumi na moja ni Kai. Maana ya jina hili ni bahari, upendo wa asili yaani, hili jina linaashiria utulivu na urafiki. Jina la kumi na mbili ni Noa au tunasema Nuhu. Maana ya hili jina ni amani, mfariji wa familia. Hili ni jina lenye historia na uturivu. Jina la kumi na tatu ni Ian. Maana ya hili jina ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hili ni jina rahisi lenye maana ya kiroho. Jina la kumi na nne ni Eli. Maana ya hili jina ni mwenye heshima ya juu. Hili jina linaashiria utu wa heshima na hadhi. Jina la kumi na tano ni Roi. Maana ya hili jina ni mfalme, ambalo linaonyesha kiongozi. Hili jina linabeba au linaleta heshima na utukufu. Kila jina lina historia, lina maana na hisia zake za kipekee. Chagua jina la mtoto au chaguo la jina la mtoto ni zaidi ya maneno, ni ahadi ya kumpa nguvu, mwanga na maadili ya maisha. Majina mafupi haya ya watoto wa kiume hayana urahisi tu wa kukumbuka, bali pia yana nguvu ya kumtunza au kumtukuza mtoto wako, kumpa utambulisho wenye maana na kumsaidia kuanza maisha yake akiwa na ndoto na matumaini. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Hivyo, usiache kushare, usiache kulike, usiache kushare video hii kwa wazazi wengine ili waweze kupata majina mafupi ya watoto wa kiume ambapo wanaweza wakawapa watoto wa kiume like, comment, subscribe kwenye video yetu hii, ili uwe wa kwanza kupata dondoo za video nyingine ambazo zinakuwa zinafuata. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukatuma ujumbe au ukapiga simu kwa namba 0754579224 Asante sana, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Mungu mwema akubariki sana.